Zaidi ya nyumba 30 zilichomwa Transmara kaunti ya Narok huku idadi ya watu wasiojulikana wakiachwa na majeraha kufuatia mapigano mapya yaliyozuka katika eneo la Angata Barrikoi. Mapigano hayo ya hivi punde kati ya jamii mbili hasimu zinazoishi eneo hilo yakisababishwa na mzozo wa shamba. Kwa sasa, mamia ya watu wamelazimika kuhama maeneo yaliyo salama ikiwemo kutafuta hifadhi kwenye shule za eneo hilo, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Crispin Otieno. Kwa mara nyingine chini ya siku tatu, mapigano yamezuka tena eneo la Transmara kusini. Uvamizi wa hivi punde ukifanyika Jumanne asubuhi baada ya vijana waliojihami kwa silaha hatari kushambulia vijiji vya Lolama na Rotik na kusababisha uharibifu, zaidi ya nyumba 30 zikiteketezwa Rotik. Kufuatia hali hiyo, mamia ya wenyeji wameonekana kuhamia maeneo salama kina mama watoto wazee na vijana, kila mtu anaokoa maisha, kwani hali si hali. Transmara kusini tumeuliwa watoto wetu wawili, na ni watoto watoko ambaye ako gwingine ni yakwa ya, ya, sababu naambia Ruto tumekuja hapa na mali yetu kwa sababu tuko shule sisi, tuko shule hapa, tumekuja na watoto shule na akuna, hakuna chakula ya kukula hakuna katika shule hii ya Sankale. Hii ndio taswira. Mama huyu akiwa na mumewe ni baadhi ya watu ambao sasa wanalazimika kuhama walikoishi kwa zaidi ya miongo mitatu. Sisi sasa saa hii tuko njiani na mali yetu iko huko, tumewacha, tumewacha hata ng'ombe. Ma ma ma ma Tume tota. Waliohepa mapigano wakilazimika kutumia madarasa ndani ya shule hii kujilaza. Hapa watoto na kina mama wakongwe tu ndio wanaruhusiwa angalau kupata lepe la usingizi wengine wote wakiwa ange kuweka usalama. Mbunge wa Kilgoris Julius Sunkuli sasa akitaka waziri wa usalama wa kitaifa kuingilia suala la mapigano Angata na wanataka kumwambia Bwana Murkomen, Mheshimiwa Murkomen eh, waziri, kujeni Transmara mfanye kazi ya kufanya amani hapa. Ndio nataka kuona maaskari wakisimama hapa na kunyang'anya watu bunduki zao ambazo zinaanza kujaa tangu mapigano hayo kuzuka ya pata wiki tatu zilizopita. Jumla ya watu wanne wameuawa kwa kupigwa risasi. Crispin Otieno runinga ya Citizen. Na taarifa nyingine zinaarifu kwamba